Hiyo hili swala la la muziki na mtoto wa kike utakuja kutofuatilia siku nyingine, au unaweza ukafanua kidogo, alifanyia kazi. Kwa nini watoto wa kike wanakuwa wanakuwa emotion sana na music ya hii eh, kidogo tu ya muziki utaifanyia kazi, lakini umegusa kwamba kwa nyumba za ibada watoto wa kike au wanawake wanawake wanahisia sana, wanahisia sana sio mm? Hali ni ile ile hata kwenye muziki alifanyia kazi. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Hey, nyumba za ibada watu wanaomba, wanawake wanatokwa si na machozi, wanalia, wanajikabidhi kwa Mwenyezi Mungu. Kuna ushirikiano kati ya dokta na na mdem. Hapana. Eh. Ushirikiano gani? Dokta namuelewa. Saa nyingine inabidi afanye utafiti hey. ili, akijaje na majibu sahihi na tafiti za dokta, mara nyingi huwa ana, -ana invest time mm. E, kama hivyo ni swala la kwenye e, hizo nyumba za starehe kuona hicho kitu mm kinajitokeza. -hmm. Ni lazima aende pia. Ata majibu ni nayo, lakini ni ni majibu majibu majibu ya ya kawaida kawaida. Sasa eh, basi wewe ni jibu, alafu yule yule kiongea sikio sikio, anapenda mepesi, limejitosheleza eh Mm. Kwa maana gani? Unamaanisha nini? Utani. <laughs> <laughs> no comment. Wiki jayo ah, karibu sana. Yes, tuko na Dr. Grayson Babishomba. Karibu sana msikilizaji, kama unawasha redio yako, tuko saa la mwisho na hii ni saa ya tatu na dakika ambazo zimekatika ni 37 kuweza kumaliza mwaka na siku ambazo zimesalia uh, ni siku uh, ngapi zimesalia? Siku 98, uh, na tuweze kumaliza mwaka 24. Sasa hizi siku, kuna mambo ya kufanya ili uweze kumaliza mwaka ukiwa na afya njema. So, na Dr Gerson atazungumzia hilo. Dr Sko, vizuri tunayo kila sababu ya kumtukuza Mungu wa mbingu na nchi, sawa mm. Okay. Sasa, sasa naomba tuanze moja kwa moja moja kwa moja kwenye hii mada mambo ya msingi ya kuzingatia ili tuweze kumaliza mwaka vizuri ni yapi hayo dokta? Wanawake usiku wale kitunguu maji kimoja kibichi. Kitunguu maji kimoja usiku, wanawake wale kitunguu maji kimoja kibichi, kwa sababu kitunguu so, kitunguu maji kina viuaji sumu, ambavyo hivi viuaji sumu vimeonyesha msaada mkubwa sana kwenye kuwasaidia wanawake kuondokana changamoto ya uvimbe kwenye kizazi. Hapa namaanisha vimbe zote aina tatu, kwa sababu vimbe ziko aina tatu. Kuna uvimbe ambao unakuwa ndani ya kizazi, kuna uvimbe ambao unakuwa nje ya kizazi, na uvimbe mwingine unakuwa kwenye kuta, kuta za, za kizazi. Yes, ndani ya kuta, katikati ya kuta za kizazi. Sasa hata kama mwanamke ana uvimbe wa aina hizi zote, akiwa akitum, anatumia akitum, kitunguu maji, kitunguu maji na kitunguu maji kimoja usiku itamsaidia kuondokana na hii changamoto. Lakini pia kitunguu maji hiki kimeonyesha ufanisi mkubwa sana wa kuweza kushughulikia au kuondoa matatizo ya homoni. Wanawake wengi wanakuwa na changamoto kubwa za homoni, na homoni kama haziko sawa kila kila baadhi ya kazi ndani ya mwili wako zinakuwa zifanyika kwa ufanisi. Kwa hiyo mwanamke akiwa anakula kitunguu kitunguu maji, kitunguu kimoja usiku, itamsaidia kuweza kurekebisha hizi zahari zote, kuondoa uvimbe kwenye kizazi, lakini pia kumepusha au kumuondolea changamoto ya matatizo matatizo ya ya hormone. Okay, kwa hiyo ni muhimu sana mwanamke kupata kitunguu maji kila siku. Muhimu kabisa. Okay. Basi sawa. Jambo lingine, daktari? Mkipika chai wekeni pilipili, sukari inaua kongosho. Napopika ah, gana... chai, chai wekeni pilipili, sukari inaua kongosho. Kwenye mwili kuna kiungo kinaitwa kongosho. Sasa kuna wale watu ambao kongosho yao inakuwa imekufa au imefeli haifanyi kazi kabisa, mm. tunaiita kisukari aina ya kwanza. Hao siwazungumzii hao kuna ile kisukari ambayo inakuwa inasababisha ambayo inakuwa nawapata wanawake wanapokuwa wajawazito, ile waga inarudi kuwa baada ya muda fulani. Sizungumzii hiyo hapa, nazungumzia kisukari aina ya pili au two okay, ambayo waga inasababishwa ni kwamba kongosho inakuwa inafanya kazi lakini inazalisha insulini kwa kiwango kidogo sana. Sawa ndipo. Uh, sasa kati ya sababu zinazosababisha hii kongosho ishindwe kuzalisha insulin vizuri ni matumizi yaliyokithiri ya sukari za viwandani okay. Sasa unapokunywa chai ukiweka pilipili ile pilipili, hata kama hata kama una homa ukinywa mm, chai yenye pilipili pilipili huwaga inapandisha joto la mwili okay. Alafu inaongeza mzunguko mzuri wa damu sasa mzunguko mzunguko wa damu kuko vizuri mwilini, na maana kila sehemu ya mwili wako inaweza kupata mahitaji yake kwa namna rahisi sana. Lakini pia kwa mfano, kama una homa, yani ndio, yani kwa mfano, mwili umeshambuliwa, alafu kupandisha homa kujikinga. Ukinywa chai yenye pilipili, joto la pilipili inapandisha joto la mwili, alafu mzunguko wa damu unakuwa mkubwa. Hiyo hali huwaga inalazimisha mwili ushushe ushushe joto lake kwa urahisi kabisa. Kwa hiyo ukitumia hii, hata kama una homa, unaona joto joto lako liko juu ya 40 unaona linashuka inarudi kuwa sawa kabisa, itaweza kukuepushia baadhi ya matatizo ambayo ungeyapata sana lakini, natakiwa ufahamu kwamba homa sio ugonjwa, ni hali ya mwili kujilinda. Kwa hiyo baada ya hapo, jua ni nini ambacho kilikuwa kinakuja, ili uweze kudhibiti mapema. Tumie pilipili kwenye chai. Kwa nini pilipili tusingeila, tusinge peke yake mpaka tuchanganye kwenye chai? Hmm. Kama unaona kwenye chakula ndo bora zaidi, wewe kaweza kwenye chakula, lakini sasa mimi wewe kwa kiwango kikubwa sana, kwa sababu na na hapa naongelea pipili kicha, sio pipi hoho. Eh, ah, sawa kabisa kabisa. Okay, sawa, jambo lingine ambalo nabii tulifanye hii tuweze kumaliza mwaka vizuri, naongea na wanaume. Wanaume wanao beti ni wanaume wa mchongo hmm. Wanaume wanaobeti ni wanaume wa mchongo. Na mwanamke ukiolewa na mwanaume anayeendesha maisha yake kwa kubeti kwenye ndoa utakipata cha mtema kuni, kwa sababu hawa ni wanaume wa mchongo. Mungu alipomuumba Adamu akamweka kwenye bustani ya Edeni, alitoa maelekezo akasema mwanaume atakula kwa jasho. Alimwambia Adamu, utailima nchi mm -hmm. na utakula kwa jasho. Mungu eh -eh. akamwambia Adamu utakula kwa kuchana mikeka? Mungu akamwambia Adamu utakula kwa kubeti? Kwa hiyo hawa wanaume ambao ambao wana beti, ndio maana hata kama ukibet ukishinda milioni moja hapa mm, hatukuita tajiri, tunakuita maskini mwenye hera, na kwa sababu mafanikio bila mafanikio yote ambayo yanakuja bila kufuata kanuni hayawezi kudumu. Kwa hiyo wanaume ambao wana beti hawa ni wanaume wa mchongo. Eh bwana, unawashauri nini sasa wanawake ambao wana date na wanaume ambao wana beti? Wachane nao. Hawa, vigezo vya kuitwa mume. Unajua maisha kwenye maisha kama kama ndo wanaanza, basi ni vyema ukatafuta, kama unaona, kwa sababu unajua, unajua unapoongea kubeti, hii ni uraibu, kitu ambacho mtu hawezi kuacha. Sasa mana, mana, ma, maisha jinsi alivyo, maisha inaendeshwa na kanuni. Haya maisha inaendeshwa na kanuni, ili ufanikiwe, kuna kanuni lazima uzifanye. Ndio maana ukipata utajiri wa ghafla, hata kuondoka kwake kutakuwa ni ghafla. Sasa kama kama mume wako wewe maisha yake yanaendesha kwa, kwa, hana kanuni, hafuati kanuni, maisha yake yanaendesha kwa kubahatisha kidogo safari yenu kwenye maisha mm. itakuwa na tabu sana. Mnaokaa gorofani msitumie lifti mpande kwa kutumia kamba. Eh? Mnaokaa gorofani au mnaofanya kazi gorofani mm. msitumie lifti mpande kwa kutumia kamba. Hey, Bwana Dokta, mwaka elfu mbili na ishirini nilienda kukaa maeneo ya Posta. Yani tuna mahakama Kisutu pale. Alafu nikawa nawatembelea majirani zangu pale, mmoja baada ya mwingine, niangalie mtindo wao wa maisha, kitu ambacho nilikiona kilinisikitisha sana mm. kwa sababu watu wakule kila kitu wao wanaagiza wanaitoa nyumbani, na vyakula vyao vikubwa ni chipsi, pizza na baga. Sasa, Mwafrika, Mwafrika ukila pizza ukara chipsi ukara baga ni sawasawa na mwanaume avae kijora, hey. Au avae dera na kikuku na kikuku, ndio. Yani, Mwafrika hmm. Mwafrika wewe hapa ukila baga ukila pizza au ukila chipsi ni sawa sawa na mwanaume avae dera au kijora na kikuku hmm. ni vyakula ambavyo sio utamaduni wetu ni vyakula ambavyo havishabiani na mili yetu. Ni tofauti kabisa. Ndio, ndio maana kwenye mimi batizuni nimefanya uchunguzi kwenye hizi nchi ambako hivi vyakula vinatokea mm. kwenye zile nchi kansa inawatafuna kwa kasi kubwa sana kwa sababu ya, ya hivi vyakula. Unaposikia unapo, unaposikia, kinachowasumbua watu wengi sana ni ulimbukeni. Unaposikia baga, baga ni nini? Baga si mikate tu imechanganywa, changanywa na vikemikali, imewekwa na nyama za kusaga na hoho na, na, na, na pilipili hoho, na nyanya, si ndio? Mm. Sasa kuliko huu, ule, hivi vitu, kama nataka baga, kwa nini usitengeneze baga ya mihogo? Kwa nini usitengeneze baga ya magimbi? Hivi ni vyakula ambavyo havishabiani na mwili. Sasa wewe, kama baga ya magimbi kweli itakuwa na utamu ule kama baga ile ambayo unaenda kuichukua kule Yes, <tip> mm. Kupenda ni kwa kuwa kwao hauwezi kupata vyakula asilia, vyakula vizuri kama sisi kwetu. Lakini sisi wa, sisi wa Afrika akili zetu, kitu chochote kinachotoka nje tunakiona ni bora kuliko vitu vyetu sisi kitu ambacho kimekuwa chanzo ch cha watu wengi afya zao kudorora na kuporomoka. Mtu, ana, ana, anaona ufahari ya kila vitu kama hivi anapiga siso, siso Afrika, picha na posti mtandaoni. Sisi tukiangalia tunakuonea huruma Mwafrika Mtanzania, unapiga picha unakula baga na posti mtandaoni, unaona ni ufahari. Huo ni ulimbukeni wa hali ya juu mm. kwa hiyo tubadilike, turudi Afrika. Sasa Dokta, naomba nikurudishe pale kwenye gorofa, wanao kama gorofani wapande kwa kamba wasitumie lifti. Hapo ulikuwa unamaanisha nini kwenye hili eneo kichana, kwenye vyakula? Unajua watu wengi hao ambao wanaishi kwenye haya mazingira au kwenye haya maeneo, akiwa anaenda mahali, wanasema wana request usafiri hadi nyumbani. Akitoka hapo, anaenda kazini kwake, anashuka kwenye, kwenye gari anaingia ofisini, akitoka pale anarudi tena nyumbani, anapanda lile gari lile, lile hadi nyumbani akifika pale anapanda lifti anarudi ana, ana, ana, ana, ana ndani hapati jua, hawatembei, hawafanyi mazoezi, kitu ambacho kinasababisha afya zao ku wengi kudorora au kuporomoka, kwa sababu mwanadamu yeyote yule, fanya utafiti wewe mwenyewe hapo nyumbani, chukua mti, chukua miti miwili, mmoja upande ndani, si sehemu ambayo haina kivuli wala haina jua, halafu chukue mti mwingine uupande nje. Utaona matokeo yake, huu mti ambao umeupanda ndani, ambao haupati jua, ambao uko ndani muda wote hmm. utaona ni dhaifu sana, ni tofauti na ule mti ambao utakuwa umepandwa nje. Ndio maana unashauri ule matunda ya asili. Kwa nini unashauri ule ule, ule matunda ya asili? Mm. Ni kwa sababu ile miti inakuwa inajikuza yenyewe. Inavumilia joto, inavumilia mvua, inavumilia jua. Inavumilia hali zote, changamoto zote ambazo zinatokea, ile miti inakuwa inavumilia. Kwa hiyo ule uwezo wake wa kuvumilia zile changamoto zina, zina, zina, zinafanya tupate manufaa tunayoyapata hapa. Okay. Aanaingine naam, naam. Sawa, daktari mwingine ambao unabidi tuishi nalo kabla mwaka hujamalizika. Mtu mwenye akili timamu hatakiwi kuumwa ugonjwa wowote hmm. Mtu mwenye akili timamu hatakiwi kuumwa ugonjwa wowote. sisi, sisi, sisi kwenye sayansi hatunaga bahati nzuri wala bahati mbaya. Kila jambo jema lina chanzo chema nyuma yake, na kila jambo baya lina chanzo kibaya nyuma yake. Sisi kwenye sayansi watu ambao tunategemea waumwe ni watoto wadogo au watu ambao kidogo wana changamoto za afya ya akili. Kwa sababu watoto wadogo hawawezi kujilinda kujikinga na magonjwa, au hawa watu ambao changamoto za afya ya akili wanakuwa hawana uwezo wa kuweza kujua kipi afanye na kipi asifanye. Lakini mtu mzima ambaye una akili timamu, unawezaje kuumu? Mm. Unaanzaje kuumu? Tunapoelekea sasa hivi, hata kama kila mtu akijenga hospitali yake, bado hizo hospitali hazitotosha, kwa sababu watu wengi sana wana juhudi nyingi katika kubomoa afya zao, lakini wana maarifa kidogo ya kujenga afya zao. Ndio sawa. Kuna lingine daktari wanywaji wa pombe, walevi, na wanaovuta shisha wapigwe mihuri usoni. Wanywaji wa pombe yani walevi, na wanaovuta shisha wapigwe mihuri usoni, ili siku figo zao zikifeli, moyo ukatanuka, wakija kuomba msaada, tunawakumbusha nyinyi, simliambiwa unywaji wa pombe kuta kiasi unapanua moyo mka hmm, komenti mbona hiyo pombe haipanui chupa? Hmm, chuma kuna wachuma Ah, ah. Dokta, usiondoke. Subiri kwanza hapo, umwafikia watu wengi <laughs> kuna watu wengi umwafikia Dokta. Ah, daktari. Inatosha. Ah. <laughs>